la Athi River katika kaunti ya Machakos. Akizungumza katika hafla hiyo ya uzinduzi, gavana Ndeti amesema kuwa teknolojia imechukua usukani katika ukuaji wa uchumi duniani, huku akiwashauri vijana kujitokeza na kuhudhuria mafunzo ya yatakayotolewa katika kituo hicho. Aidha, gavana huyo amekemea vikali viongozi wanaotumia vijana kama wahuni, huku akiwashauri vijana kutojihusisha na maswala ya uhuni. Ni katika hafla ya uzinduzi wa kituo cha kidijitali eneo la Athi River, kaunti ya Machakos, uzinduzi ambao umefanikishwa na serikali ya kaunti hiyo ili kuwasaidia vijana kupata mafunzo ya kidijitali. Are you happy about it? Gavana Wavinya Ndeti akitumia hafla hiyo kuwashauri vijana kujitokeza na kuhudhuria mafunzo yatakayotolewa katika kituo hicho cha kidijitali huku akisema kuwa teknolojia imechukua usukani katika ukuaji wa kiuchumi duniani na kwamba mafunzo ya kidijitali yanawawezesha vijana kupata ajira kwa urahisi. Digital economy, the world over.

Gavana huyo amethibitisha nia ya kuwafanyia wakaazi wa Machakos kazi ili kuhakikisha kuwa kuna maendeleo katika maeneo yote ya kaunti hiyo. Amerejelea mikakati anayoweka ili kuendeleza kaunti hiyo, ikiwemo ujenzi wa barabara na kuwawezesha kinamama miongoni mwa mikakati mingine. A barabara, mumeambiwa kuna barabara ya tume advertise I think. Njogwine Kaloi amesema hiyo tunaweka nini lami, uwanja wa mpira. Najua tu, unajua tuko na ile stadium pale, lakini mnajua watu wamencroach kwa stadium, si ndio? Lazima tutafute mikakati tuongee na wao, hata kama ni nikuwatafutia mali ngine, si ndio tuwataftie mali ngine, ndio tuweze kuwa na stadium. Hii ni town na town watu hawalimi, si ndio? Kuna empowerment ile nilifanya, zile groups nilipatia tents, si kuna groups nilipatia tents na viti na bado tunafanya empowerment ingine inakuja, viti tens, hiyo vitu yote inakuja march Tunakuja kupatia groups za kina mama na wale wengine. Kwa upande mwingine, amekemea vikali viongozi wanaowatumia vijana kama wahuni, huku akiwashauri vijana kutojihusisha na masuala ya kikatili. Wakati wa election nilikuwa kwa Mbumbuni, nimeona vijana wanatumika vibaya, tunaelewana nimeona vijana wanatumika nini. Kwa nini wao nakubali kutumiwa na mtu ufanye mambo mbaya? Bula anataka kukutumia, aende alete bibi yake watoto wake nyanya yake na babu yake wafanye pamoja. Tunaelewana? msikubali kutumika nini. Veronica David, Undugu TV.